Mjumbe wa Baraza Kuu UWT Taifa, hii tuzo ya mwanasiasa bora. Kwanza kabisa mwanasiasa bora Tanzania anaitwa Samia Suluhu Hasani, ndio kinara wa siasa, maana katika siasa yake ana zile nne. Lakini sisi kwa mkoa wa Geita, hiyo inathibitisha kwamba ishirini na tano mwezi wa kumi, wanawake hawa ambao leo wamenipa tuzo ya mwanasiasa bora, na mimi nikiwa mjumbe wa baraza kuu, naamini tutaenda kuhakikisha tunamweka Samia Suluhu Hassan ndani, ya, ndani ya, tunaenda kumweka Mama Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulingana na hawa wanawake ambavyo wanamwamini. Hii kwanza imenipa msukumo, imenipa morali. Kwanza kutafuta kula ilikuwa kipengele, najua kabisa, lakini siku ya siku niliibuka, ndivyo nitakavyotafuta kura za mheshimiwa rais, maana nina wanawake, nimeona wanawake wa mkoa wa Geita walio wengi wako nyuma yangu, naamini mimi nitakuwa mbele kuhakikisha tunatafuta kura za Mama Samia Suluhu Hassan yana Oktoba ishirini ishii na tano anaibuka kuwa kidebea na anaibuka mwanasiasa bora na anaibuka kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo oh, inatokana na mbinu za kisiasa. Siku zote adu yako kuangalie mbinu zake na mwisho umalizie. Ndivyo tunavyoweza kufanya kwenye siasa. Unaweza ukaanza, lakini siku ya siku ukamaliziwa vibaya. Ndivyo nilivyoanza watu wakiwema jikongoja, lakini niiendelea kum, kuh, kuh, kuhakikisha namsihi Mungu au upande wangu na vile kulingana na watu nilionao kwenye Tanzania hii kila mkoa nina watu, lakini hao watu walinisaidia kutafuta kula na hatimaye nimeibuka kuwa mshindi. Asante. Kwa majina yangu mimi naitwa Halima Hassan Chembemoyo, ndio mkurugenzi wa kampuni ya Aruru Product, inajihusisha na bidhaa za usindikaji bidhaa asili. Usiku huwa tuzo za mwanamke wa dhahabu mkoa wa Geita. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, Nawashukuru mashabiki zangu, nawashukuru mawakala wangu wa Tanzania na nje ya Tanzania, nawashukuru wateja wale wanaonunua bidhaa moja moja. Pia naendelea kuwashukuru wanachama wa Chama cha Mapinduzi, na wameonesha wameonyesha mchango wao mkubwa katika hili, wamenisapoti, wamenipigia kura. Tuzo hizi hazikuwa rahisi, zilikuwa sio zile za kutumikiwa za heshima. Tuzo hizi zilikuwa ni zile za kupigiwa kura. Tulikuwa washindi wa nne na mimi aruru produkti nimeibuka kuwa mshindi cha kwanza. Ninajivunia na tuzo hii, ni tuzo ya tano, ni tuzo yangu ya tano. Na wale ambao hawajafanikiwa kupata tuzo, na mimi nawaita, naona kama wao ni washindi, kwa sababu katika mashindano ile, ukiteuliwa tu kuwania tuzo tayari wewe ni mshindi mimi ninachowasii, wasikate tamaa. Sisi kama wajasiriamali mali wote ni zao la SIDO. SIDO kule tunafundishwa namna ya kuongeza thamani bidhaa. Leo mimi aruru product nimeongoza kuwa kinara wa tuzo hii ya mjasiriamali mali bora kabisa katika usiku huu wa leo uliofanyika tarehe 24 mwezi Mei 2025. Kwa hiyo kwetu sisi inatupa motisha kwa kweli, inatuongezea nguvu za kupambana zaidi pia Shukrani zangu za dhati ziende moja kwa moja kwa serikali ya awamu ya sita. Awamu hii ya sita imekuwa rafiki kwetu sisi wajasiriamali. Unaposemea SIDO ni chombo salama kwa mjasiriamali. tofauti na mafunzo, pia SIDO tunapata mikopo ya bei nafuu kabisa, yenye riba nafuu. Kwa hiyo mjasiriamali yeyote mwenye ndoto ya kusogea akawa mkubwa zaidi, kumiliki kiwanda na mambo mengineyo mengi, na mshauri asogee SIDO.